Na muungano wa wasomi kutoka vyuo vikuu mbalimbali humu nchini umeiomba wizara ya elimu kufutilia mbali agizo linalositisha utoaji wa stashahada za elimu ya chekechea pekee. Agizo hilo lililotolewa na katibu wa elimu profesa Julius Bitok linajumuisha mafunzo ya ECDE na shule za msingi. Uh, hatua iliyozua wasiwasi miongoni mwa walimu na kaunti serikali za kaunti. Wizara ya elimu, hata hivyo, inasema inatekeleza mapendekezo ya jopo kazi la rais kuhusu elimu ambalo lilifutilia mbali diploma za chekechea mwaka 2023, kama anavyoeleza Emily Chebet. Agizo la wizara ya elimu limezua hisia kali kutoka kwa baadhi ya wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wanasema agizo hilo limewaacha mamia wanafunzi na wazazi kwenye njia panda, wengi wao ambao tayari wamejisajili vioni wakikosa uhakika kuhusu mstakabali wao. Agizo hilo liliunganisha stashahada ya ualimu wa chekechea na stashahada ya ualimu wa shule za msingi ili kuunda programu mpya inayojulikana kama stashahada ya ualimu wa elimu wa chekechea na msingi.

Muungano huo wa wahadhiri unasema kuwa mabadiliko makubwa yoyote katika mfumo wa elimu yanapaswa kutekelezwa kwa kipindi cha mpito kisichopungua miaka mitano. Kwa mujibu wao, mbinu za kufunza katika kiwango cha elimu ya chekechea hutofautiana pakubwa na zile zinazotumika katika shule za msingi The

Gavana wa Kiricho aliyewasilisha maoni ya baraza la magavana alisema kuwa elimu ya chekechea ni jukumu la serikali za kaunti, akibainisha kuwa kaunti zimewekeza pakubwa katika sekta hiyo na kwamba hazikushirikishwa. Aliongeza kuwa magavana wako tayari kuelekea mahakamani kuzuia muungano huo, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kurejesha jukumu hilo kwa serikali ya kitaifa.

Uh, to retract his circular with immediate effect. Katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok, hata hivyo, amesema kuwa wizara inatekeleza agizo la rais kufuatia mapendekezo ya jopo la rais kuhusu mageuzi ya elimu. Kwa mujibu wa Bitok, baadhi ya vyuo vya kibinafsi vimeendelea kutoa kozi hiyo kinyume cha sheria licha ya kufutiliwa mbali mwaka 2023. Emily Chebet, Runinga ya Citizen. Wafugaji wanaoishi katika eneo la Loyanga